Wanasema makocha husajiliwa ili watimuliwe, na pengine ndicho kinachomkabili Kocha Mkuu wa Young Africans ya Tanzania Romain Folz kwa sasa. Baada ya kutoka sare na Mbeya City hivi karibuni, baadhi ya mashabiki wa mabingwa hao wa Ligi Kuu ya NBC, wameonesha msimamo wao wa kutoridhishwa na mwenendo wa klabu yao, hasa toka aondoke Miloud Hamdi, aliyekuwa kocha wa muda. Mashabiki hao wanasisitiza kuwa raia huyo wa Ufaransa hana jipya, hususan kwenye aina ya mchezo ambao klabu hiyo imeonesha tangu achukue mikoba pale Jangwani, mwezi Julai mwaka huu. Wafuasi wa mabingwa hao wa kihistoria nchini Tanzania hawajapendezwa na mbinu za ufundishaji za kocha Romain Folz, wakisema kuwa hadi sasa bado mrithi wa Mtunisia Nasreddine Nabi hajapatikana kwa ufupi tu Tangu achukua majukumu ya kuifundisha timu ya wananchi, Folz mwenye umri wa miaka thelathini na tano ameiongoza Young Africans kushinda michezo mitano, ukiwemo ushindi wa bao moja kwa sifuri dhidi ya Simba Sports Club na kutoa ngao ya jamii pamoja na ushindi wa bao tatu kwa sifuri dhidi ya Wiliete ya Angola katika CAF Champions League. Iwapo ataondoka Young Africans, Folz ambaye alikuwa kocha msaidizi wa Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini kuanzia mwaka elfu mbili na ishirini na nne hadi ishirini na tano atakuwa kocha wa pili kuachana na klabu hiyo tangu aondoke Mjerumani Sead Ramovic ambaye alidumu ndani ya Yanga kwa siku 81 tu. Nani anapaswa kurithi mikoba ya Folz pale Jangwani?